Cha Zaburi ile sura ya thelathini na moja ule mstari wa ishirini na nne pekee okay. Mstari mmoja tu tasoma pia Waefeso sura ile ya sita mstari wa kumi lakini hey. Tutaanza na Zaburi ile ya thelathini na moja mstari wa ishirini na nne neno la Mungu linasema, iweni hodari, mpige moyo konde, ninyi nyote mnaomngoja Bwana. Waraka wa Paulo mtume kwa Waefeso sita kumi nasema hey hatimaye mzidi kuwa hodari kanisa la Mungu. Bwana asifiwe, amen. Maneno ya Mungu katika maeneo yote hayo mawili yametuonesha kwa habari ya kitu kinaitwa uhodari, na iweni hodari huko, nasema hatimaye mzidi kuwa hodari. Huu mstari wa kwanza unaonesha ukawaida, maneno ya kawaida kabisa, kwamba iweni hodari, lakini kwenye kitabu cha Waefeso inaashiria kwamba tayari imekwisha kuwa hodari alafu inasisitiza kwamba mzidi kuwa hodari. Watumishi wa Bwana, tunapozungumzia habari ya uhodari, unaweza ukaliona ni neno la kawaida katika ulimwengu wa kawaida wa tafsiri ya kwako ya kibinadamu, lakini neno hodari ni neno ambalo kwanza huwezi ukalisikia vinywani mwa watu walio wengi, kwa sababu huwa linatokana na vitu vingi, vitu vikubwa na uhodari mara zote huwa tunaupata kwa watu ambao wanataka wajitofautishe na watu wengine, ndio utapata neno hodari. Ndio maana nimesema, si mara nyingi sana unaweza ukalikuta ukalikuta neno hilo au ukalisikia kwa watu wengi wakilizungumza, kwa sababu neno hodari huwa linatengenezwa na watu ambao wanataka wajitofautishe wao na watu wengine, ndio utakutana na neno hodari. Na mahali ambapo pana uhodari, maana yake ni mahali ambapo pana pana fighting pana vita pana pana beto pana vita pana kusigana pana pana aina fulani ya ya mashindano, ndipo ambapo utakutana na kitu ambacho kinaitwa uhodari. Hakuna namna ambavyo unaweza ukautengeneza uhodari wakati hakuna vita au hakuna mapigano. Watu ambao ni mahodari, maanake ni watu ambao wapo kwenye beto wanapambana wanapigana katika mahali katika mazingira fulani. Na neno hodari ni neno ambalo huwa linakuja kutokana na mazingira mbalimbali ambayo ni lazima yatengenezwe ndani ya mtu. Ukisikia neno uhodari, maana yake kuna vitu ambavyo vinamtengeneza vina mtu au kuna vitu ambavyo vina create mazingira ya mtu kuwa hodari. Bwana asifiwe! Bwana asifiwe! na neno hodari kwa kawaida linamtofautisha na mtu legelege na mtu dhaifu na mtu mnyonge na mtu asiyejielewa na mtu asiyeelewa mbinu na mtu asiyeelewa njama na mtu asiyeelewa silaha na mtu asiyejua namna ya kutumia silaha. Kwa hiyo uhodari unamtofautisha mwanadamu mmoja na mtu mwingine, kwa sababu kuna vitu vya ziada mwanadamu anakuwa navyo ambavyo vitu hivyo vinamtengenezea kuitwa hodari. Bwana usifiwe, Bwana usifiwe. Hiyo ni a bia. Wanaweza wakawepo mahodari kadhaa, lakini ndani ya hao mahodari au ndani ya hao wapiganaji kuna watu ambao wana tofauti na wengine ambao mwisho wa yote wataitwa mahodari juu ya hodari katika uwanda wa vita, huwa wanaenda wapiganaji wengi, wanapigana, wanapambana, lakini katikati ya hao wapiganaji ni lazima tupate watu miongoni mwao, aidha wachache au mmoja, ambao wataitwa hodari, wapiganaji hodari. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Tafsiri ya neno hodari unaweza ukaiambatanisha na tafsiri ambazo zinaitwa ushujaa, ukakamavu, uwezo wa kushinda au aliyeshinda. Mwanadamu akishapata neema ya kuokoka akaingia katika uokovu, tafsiri ya kwanza, mtu huyu anaingia kwenye vita. Narudia, anaingia kwenye vita. Sasa uvita huu hauoneshi kwamba uokovu ni mgumu to the maximum Hapana, mimi huwa nasema wokovu ni simple, wokovu ni rahisi, ila watu ndio wanaufanya kuwa mgumu. Sawa, ni sawa na utumishi. Utumishi mimi huwa ninaona ni kawaida, ila watu ndio wanaufanya utumishi uonekane ni mgumu, inaonekana haufai. Ufanye watoto wetu wa, sisi watumishi waone kuwa utumishi sio. Nilikuwa nazungumza watumishi wa Bwana hawa, siku moja nawaambia watoto wa watumishi walio wengi hususa hapa nyuma nyuma, hapa ukiwaambia nao wayo watumishi hawapendi, si ndivyo eh? Hey, hawapendi, hawapendi kwa sababu namna walivyo uona ule utumishi na wakauchukua ule utumishi. Ndio maana unafanya watoto wa watumishi waone kwamba utumishi ni mgumu, utumishi haufai, utumishi ni umaskini, utumishi ni kukonda, utumishi ni kitambi, utumishi ni kufanya kitu ambacho hamna kitu hicho. Bwana asifiwe. Sasa nilikuwa nasema kwamba binadamu yoyote akishakubali kumwamini na kumpokea Yesu Kristo anaingia kwenye vita, na aina hii ya vita si kwamba inaonyesha ugumu wa wokovu, hapana, lakini inaonyesha kwamba kitendo cha yeye kukubali kutoka katika mikono ya shetani na kuingia katika mikono ya Yesu, automatiki kule alikotoka kunabadilika kuitwa vita dhidi ya yeye. Mnanielewa kile ambacho nasema? Maana yake ile mikono ya shetani alikojitoa, alikuwa anamilikiwa katika ufalme wa giza, anaenda kumilikiwa katika ufalme wa nuru. Automatically, ufalme ulio uliokuwa ukimshikilia awali unaanza kubadilika, unakuwa kinyume na yeye, kwa hiyo unaanza kuleta mashambulizi kwake. Kwa hiyo huo ndio uvita ambao ninauzungumzia kwa mtu aliyeokoka. Bwana asifiwe. na kumbuka ufalme wa giza na ufalme wa nuru una mifumo ya kwake, una namna yake, una mazingira yake, na katika mifumo na hayo mazingira ndiyo ambayo yanamshepu mtu aonekane kwamba mtu huyu anaweza akapambana kwenye vita kwa viwango vipi. Ukitoka katika ulimwengu wa giza na kuingia katika ulimwengu wa nuru, ulimwengu wa nuru una mfumo wake ili kukufanya uwe salama au usiwe salama lakini ulimwengu wa giza nao kumbuka, utaendelea kukufuatilia kuona kwamba wewe unaishije, wewe unafanya kitu gani. Na ni vizuri sana kuweza kutambua namna gani ambavyo unaweza ukaishi katika ufalme wa giza na katika ulimwengu wa, na katika ufalme wa nuru, kwa sababu tayari umejitoa kwenye mikono ya ufalme wa shetani au wa giza, na umeingia kwenye mikono ya nuru au ya Mungu. Kwa hiyo hizi falme, neno la Mungu linasema zinapigana nyakati zote, na wakati falme hizi zinapokuwa zinapigana, uwanda wa vita huwa ni mwanadamu. Mahali ambapo vita hii inafaitiwa huwa ni kwa mwanadamu, huwa haifaitiwi kuzimu au mahali ambako Mungu yupo. Vita kati ya ufalme wa wa giza na ufalme wa nuru huwa unapiga, una, unafanyika. Hii vita inafanyika au inapigana kwa mwanadamu, kwa sababu mwanadamu ndiye raia katika ufalme wa giza au ufalme wa nuru. Kwa hiyo pale ambapo unakubali kumwamini na kumpokea Yesu Kristo, automatic kuna mashambulizi ambayo yanatoka kwenye ufalme wa giza kuja kwenye maisha yako wewe, ambaye ni raia ndani ya ufalme wa nuru, ili uweze kufanikiwa kupata chochote kilicho katika ulimwengu wa giza au wa nuru. Nisikilize vizuri, kitu itakusaidia ili uweze kupossess, ili uweze kupata, kuchota, kufanikiwa, kumiliki chochote kilicho katika ulimwengu wa nuru na wewe umetoka kwenye ulimwengu wa giza, ni lazima upambane ili uweze kufanikiwa. Ni lazima utumie vita, ni lazima upambane ili uweze kumiliki, kwa sababu automatic vita kati ya ulimwengu wa giza na nuru inapigana kwako. Je, kati yako na mafanikio, wewe ambaye umetoka kwenye mikono ya Shetani, ulikuwa ni mchawi, sio mchawi Ulikuwa ni mwizi, sio mwizi; ulikuwa ni kahaba, sio kahaba tena. Ili uweze kufanikiwa vitu vilivyo katika ulimwengu wa nuru, vitu vizuri, haki za kwako, mafanikio na kila kitu, ni lazima utumie mamlaka na nguvu katika kufanikisha.